Simu ya Eric iliendelea kuita. Vanessa aliitazama kwa sekunde chache, kisha akapumua kwa nguvu, bonyeza kitufe cha kupokea. Halo, sauti yake ilisikika dhaifu upande wa pili wa simu. Eric alikaa kimya kwa sekunde chache, kana kwamba alikuwa akitafuta maneno sahihi ya kusema. Mwishowe alizungumza kwa sauti ya upole, lakini yenye uzito mkubwa, Vanessa, nilitaka tu kujua kama uko sawa. Vanessa alihisi macho yake ya kijaa ukungu wa machozi. Ni mara ngapi alitamani kusikia Eric akimjali kwa dhati? Lakini je, huu ulikuwa upendo wa kweli au ni wivu tu kwa sababu alihisi kuwa anapoteza mimi? Nipo sawa, alijibu kwa sauti tulivu lakini isiyo na hisia nyingi. Eric alishusha pumzi nzito upande wa pili wa simu. Alijua Vanessa alikuwa akiumia, na kwa mara ya kwanza alihisi kuwa labda alikuwa akimsukuma mbali kupita kiasi. Nataka tuzungumze, Vanessa, alisema kwa msisitizo mdogo. Vanessa alikaa kimya kwa muda mfupi, kisha akatazama upande wake wa pili wa meza, macho yake yakigongana na ya Leonard aliyekuwa akimtazama kwa jicho la utafiti. Je, kweli alihitaji mazungumzo na Eric au alihitaji kujitengenezea maisha mapya bila yeye? Eric, sijui kama ni wakati sahihi, alisema kwa upole akizungusha kidole chake juu ya glasi ya maji. Eric alikosa pumzi kwa sekunde chache. Vanessa alikuwa anamkwepa. huu ni wakati sahihi, Vanessa. Tafadhali tukutane, tuzungumze. Najua nimekufanya upitie maumivu mengi, lakini nahitaji unisikilize. Vanessa alitazama chini, moyo wake ukiwa katika njia panda. Alitaka kusikia Eric atasema nini, lakini je angemvumilia tena? Nitakutafuta, alisema kwa sauti ya utulivu, kisha akakata simu kabla Eric hajajibu. Leonard aliweka mkono wake juu ya meza na kumwangalia Vanessa kwa macho ya upole. Naweza kujua kilichokuwa kinaendelea? Aliuliza kwa sauti tulivu. Vanessa alitabasamu kwa uchovu. ni Eric anataka tuzungumze. Leonard alimtazama kwa makini kisha akavuta pumzi ndefu. Unadhani atasema jambo jipya? Vanessa alikaa kimya. Alijua Eric alikuwa na njia ya kumfanya amini kila kitu kitakuwa sawa, lakini mwisho wa siku alirudi katika maumivu yale yale. Leonard alishika mkono wake kwa upole unastahili mtu anayejali hisia zako kila wakati, sio tu wakati anapohisi kuwa anakupoteza. Vanessa alimtazama kwa muda mrefu, moyo wake ukianza kupambana kati ya upendo wa zamani na uwezekano wa upya. Je, alistahili kumpa Eric nafasi nyingine au alihitaji kuelekeza nguvu zake kwa mtu aliyekuwa akimpa thamani halisi? Kusura ya themanini na moja: Eric aanza kulipa gharama ya makosa yake. Baada ya siku kadhaa uh za vanessa kumsusia, Eric alianza kuhisi joto la upweke likimzingira kwa mara ya kwanza alitambua kuwa Vanessa anaweza kweli kumwacha. Alijua alikosea, lakini hakuwa amegundua ukubwa wa makosa yake hadi Vanessa alipompa mgongo. Alipojaribu kumpigia simu mara nyingi ilionyesha line busy. Um, ilimuuma zaidi kugundua kuwa Vanessa alikuwa akitumia muda mwingi na Leonard, mwanaume aliyekuwa akimjali bila masharti. Eric alijikuta akizidiwa na wivu. Fikira za Vanessa kuwa na mwanaume mwingine zilimtesa kupita maelezo kila alipojaribu kufikiria kazi, mawazo yake yalirudi kwa Vanessa. <laughs> Siku moja aliamua kutomsubiri Vanessa ampigie, alipanga kwenda moja kwa moja chuoni alikokuwa akisoma. Aliwasili kwenye chuo majira ya alasiri, na baada ya kuulizia akaelekezwa kwenye bustani ya wanafunzi. Alipuna Vanessa ameketi kwenye benchi na Leonard akicheka kwa furaha. Moyo wake ulijikuta ukichomwa na kisu cha wivu. Alihema kwa kina akijaribu kujizuia kurusha hisia zake kwa hasira. Hakutaka kuonyesha udhaifu wake mbele ya Leonard. Alipowakaribia, Vanessa alimwona na tabasamu lake likapotea taratibu. Kulikuwa na huzuni machoni mwake, lakini hakuwa na haraka ya kuonyesha hisia zake. Naweza kuzungumza na wewe kwa dakika chache? Eric aliuliza kwa sauti ya unyenyekevu. Vanessa alimwangalia Leonard ambaye alitabasamu na kuinuka Nitakuwa pale ndani, alisema kwa upole na kumpa Vanessa nafasi ya kuzungumza na Eric. Eric alikaa pembeni ya Vanessa akihisi moyo wake ukimdunda kwa nguvu. Nimekuwa nikikufikiria sana Vanessa, nimejifunza kupitia maumivu haya kwamba wewe ndiye kila kitu kwangu. Vanessa alitabasamu kwa uchungu. Kwa nini inabidi upoteze kikitu kwanza ili uthamini thamani yake? Eric alishusha pumzi. Najua nilikosea, sikuwa mume bora, nilikufanya upitie machungu makubwa, lakini naomba unipe nafasi nyingine. Vanessa aliinamisha kichwa chake, macho yake yakiwa na mvua ya machozi. Alikuwa bado anampenda Eric, lakini je, alihitaji kumpa nafasi nyingine kwa urahisi? Aliamua Eric apitie maumivu makali kabla ya kumsamehe. Vanessa ampa Eric masharti magumu. Kama kweli unataka kunirudia, Eric, basi utapaswa kunithibitishia, Vanessa alisema kwa msisitizo. Eric aliinua macho yake kwa shauku, nitafanya chochote, niko tayari kwa lolote. Vanessa alimtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa upole, lakini kwa sauti yenye nguvu, nataka uache mawasiliano yote na Sabrina, na sio tu kumblock, bali nataka umwambie mwenyewe kwamba huna mpango tena naye, nataka nikusikie ukimwambia. Eric alishtuka kidogo, hilo lilikuwa gumu, lakini hakutaka kumkosa Vanessa tena. Pia nataka uje na wazazi wako kuniomba msamaha rasmi. Nimevumilia vya kutosha, na nataka familia yako ijue nini umenipitisha. Eric aliinamisha kichwa chake kwa aibu, lakini alikubali. Vanessa aliongeza kwa sauti thabiti, na zaidi ya yote nataka ujithibitishe kwangu kwa vitendo, sio kwa maneno. Usinifanye ni cheke na kulia tena kwa wakati mmoja. Eric alishusha pumzi ndefu, nitafanya kila kitu Vanessa, niko tayari kupigania ndoa yetu. Vanessa alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema kwa upole Ukiweza kustahimili masharti haya yote labda tutakuwa na nafasi ya pili. Eric alihisi mzigo mzito, lakini alikuwa tayari kulipa gharama ya makosa yake. Je, ataweza kustahimili majaribu haya yote? Sura ya themanini na mbili: Eric atumia njia za siri kuwasiliana na Sabrina. Eric alikubali masharti yote ya Vanessa. Alitaka kuonyesha kuwa yuko tayari kupigania ndoa yake, lakini kuna jambo moja aliloshindwa kabisa kufanya: kukata mawasiliano na Sabrina. Sabrina alikuwa sumu tamu aliyoshindwa kuacha. Baada ya kutoka chuoni kwa Vanessa, Eric aliendesha gari lake moja kwa moja hadi hospitali. Alijifanya kuwa amezama kwenye kazi, lakini alijua fika akili mwake kuwa Sabrina bado alikuwa sehemu yake. Usiku ulipoingia, alichukua simu yake ya pili, ile ambayo Vanessa hajui kuhusu, kisha akatuma ujumbe kwa Sabrina, nimekosa kukuona leo, unakuwaje? Haikuchukua muda, ujumbe wa Sabrina ukarudi. Mm. una uhakika unanikosa? Unajaribu kujisafisha kwa Vanessa? Eric alitabasamu kwa upana akisoma ujumbe huo. Aliamua kumpigia badala ya kuchat. Wewe unajua kabisa siwezi kukusahau Sabrina, lakini lazima nicheze kwa akili. Vanessa anataka nikuache kabisa. Sabrina alicheka kwa sauti tamo. Na utaweza kweli? Eric alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Sabrina, unajua majibu. Sabrina alitabasamu upande wa pili wa simu. Basi nataka tukutane kesho. Siwezi kumvumilia vanessa akichukua kila kitu. Eric alishusha pumzi. Sawa, lakini siwezi kukaa kwa muda mrefu, inabidi nisiibue mashaka kwake. Sabrina alijua kuwa tayari alimshinda. Hakuna mwanaume ambaye alikuwa anamkwepa kwa muda mrefu. Ilikuwa ni swala la wakati tu kabla ya Eric kujisalimisha kwake tena. Vanessa endelea kumpima Eric. Siku iliyofuata, Vanessa aliendelea kumtazama Eric kwa makini. Aliamini kuwa Eric anajaribu kubadilika, lakini alihisi kuna kitu hakiko sawa. Alipokuwa akipitia nguo za Eric aligundua jambo lisilo la kawaida. Mfuko wa koti la Eric ulikuwa na simu nyingine. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Eric alikuwa na simu ya pili? Kwa nini? Alifikiria kwa sekunde chache kabla ya kuifungua na kuona kwamba ilikuwa na PIN. Hakuwa na muda wa kujaribu kubashiri namba za siri. Alirudisha mahali pake, lakini moyo wake uliendelea kumkasirisha. Kama kweli Eric amebadilika, kwa nini anahitaji simu ya siri? Aliamua kuwa mvumilivu, ila kama Eric alikuwa akicheza michezo, basi naye alikuwa tayari kwa vita. Sabrina aendelea kumte. Siku iliyofuata Eric alikutana na Sabrina kwenye mgahawa wa kifahari. Alijua ilikuwa hatari, lakini hakutaka kumkosa Sabrina. Sabrina aliwasili akiwa amevaa gauni nyekundu la kubana lililonyesha mwili wake kwa namna ya kumchanganya akili. Macho yake yaliwaka tamaa na ujasiri. Eric alimeza mate akijaribu kujizuia, lakini Sabrina alikuwa mrembo kupita kiasi. nimekukosa Sabrina alisema kwa sauti ya uchokozi, akimwangalia moja kwa moja machoni. Eric alijaribu kumeza maneno yake. Sabrina, hatupaswi kuwa hapa, unajua hii ni hatari kwangu. Sabrina alinama kidogo, akimnyatia na kumnongoneza kwa sauti ya uchochezi, basi ondoka kama unaweza. Eric aliganda, mwili wake ulisisimka kwa mchanganyiko wa hofu na tamaa. Alijua kwamba anacheza na moto lakini hakujua kama moto huu ungeunguza ndoa yake kabisa. Sura ya themanini na tatu Vanessa apiga simu wakati usiofaa. Eric alikuwa ameketi kwenye mgahawa wa kifahari na Sabrina, moyo wake ukigonga kwa kasi isiyo ya kawaida. Alijua yuko mahali pabaya, lakini tamaa ya Sabrina ilikuwa sumu aliyoshindwa kuacha. Sabrina alikuwa amevaa gauni jekundu la kubana lililoonyesha kila umbo lake kwa namna ya kumchanganya Eric alikuwa na harufu ya manukato ya gharama yaliyomletea msisimko wa ajabu. Aliinama kidogo akimnyatia Eric na kumnong'oneza kwa sauti ya uchochezi, basi ondoka kama unaweza. Eric alimeza mate, mwili wake ukiwa na mvutano wa hisia kali. Alijua hili lilikuwa kosa, lakini hakuweza kuinuka kuondoka. Gafla simu yake ilianza kuita. Alipoangalia skrini, moyo wake uliruka. Ilikuwa Vanessa. Eric alijisemea kimoyomoyo, huku Sabrina akitabasamu kwa kejeli. Pokea. Sabrina alisema huku akichukua kinywaji chake kwa taratibu. Eric aliinamisha kichwa na kupokea kwa sauti ya kujihami, halo, mke wangu. Vanessa alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akauliza kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, Eric, uko wapi? Eric alihisi jasho likimtoka. kusema ukweli ilikuwa hatari na kudanganya kulikuwa na madhara makubwa. Nipo, nipo kazini, kuna emergency litokea hospitali, alidanganya. Vanessa alikaa kimya tena Alikuwa amekaa sebuleni akiwa ameshikilia simu yake kwa nguvu, alihisi tu kitu hakiko sawa. kwa nini nasikia sauti za mgahawa? aliuliza kwa umakini. Eric alishtuka. Sabrina alicheka taratibu, akiafurahia matatizo ya Eric. Eric aligugumia akijaribu kujenga uongo mwingine, eh, nilipita hapa kwa chakula kidogo kabla sijarudi jarudi hospitali, ni muda wa chakula cha jioni, siwezi kufanjaa. Vanessa alifunga macho akihisi moyo wake ukimwambia kitu kibaya lakini aliamua kumpa nafasi. Sawa, nitakungojea nyumbani, alisema kwa upole, kisha akata simu. Sabrina azidi kumchezea Eric akili. Baada ya simu kukatika, Sabrina alitikisa kichwa, huku akimwangalia Eric kwa macho ya kutamani. kwa nini unaogopa kama mtoto mdogo? mkeo atagundua kitu? acha kupaniki, alitabasamu huku akichukua glasi yake ya divai. Eric alishusha pumzi, lakini hofu bado ilikuwa usoni mwake. Alijua Vanessa ni mnyanja, na kama ana shaka hatakoma kufuatilia. Sabrina alinyanyuka na kuzunguka mpaka upaka upande wake wa meza. Aliegemea karibu naye, kisha akashika kola ya shati lake taratibu. siku moja Eric, utachagua kati yangu na Vanessa na ninajua jibu lako, alimwachia, kisha akatembea kuelekea mlango kwa madaha, akijua kwa Eric alikuwa amewekwa kwenye mtego mkubwa wa kihisia. Eric alishika kichwa chake kwa mawazo. Je, angeteleza lini? Eric alirudi nyumbani usiku wa manane, akili yake ikiwa imevurugwa kabisa. Mwili wake e, ulikuwa na kiu ya Sabrina, lakini moyo wake e, ulikuwa na hofu. Alipofungua mlango wa chumba chao, alimkuta Vanessa akiwa amelala upande wake, lakini alipoingia zaidi alitambua kuwa Vanessa hakuwa amelala kabisa. Vanessa aligeuka taratibu, macho yake yakiwa na uchovu lakini yenye ujumbe mzimzito ndani yake aliuliza kwa sauti nyororo lakini yenye mshindo wa huzuni ndani yake. Ndiyo, kuna emergency hospital, Eric alidanganya huku akivua koti lake. Vanessa alikaa kimya kwa muda mfupi, akimtazama Eric kwa macho yaliyojaa mawazo mengi. Alikuwa amechoka kumnasua mume wake kutotoka kwa hila za wanawake wengine, lakini sasa kulikuwa na jambo kubwa zaidi lililokuwa kichwani mwake. Alishusha pumzi, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini iliyomfanya Eric kusimama kama sanamu. Eric, najihisi kama nina mimba. Damu ya Eric ilipanda kwa kasi. Unasema nini? Aliuliza huku akimsogelea kwa haraka. Vanessa alinamisha kichwa. Nimechelewa hedhi kwa siku kadhaa na nahisi dalili za ujauzito. Uh, Eric alishusha pumzi kwa nguvu, akihisi ulimwengu wake ukibadilika ghafla. Hili halikuwa jambo alilolitarajia. Umehakikisha? Aliuliza kwa sauti yenye mchanganyiko wa mshangao na hofu. Bado nataka nikapime kesho. Eric alihisi moyo wake ukibadilika kwa sekunde chache. Sabrina alisahaulika akilini mwake, alimtazama Vanessa kwa macho mapya. Ikiwa ni kweli alikuwa na mimba, basi ilikuwa ishara ya jambo jipya kabisa katika ndoa yao. Aliketi pembeni yake, akashika mkono wake kwa, kwa upole. Vanessa, kama ni kweli, basi hii ni baraka, lakini unahisi vipi? Vanessa aliinamisha kichwa kwenye bega lake, akihisi amani kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Naogopa Eric. Sijui kama niko tayari Eric. Avika macho. Eric akiweka mkono wake kwenye tumbo la Vanessa kwa upole. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi kitu halisi kati yao, lakini katika kona ya akili yake, Sabrina bado alikuwa kivuli kilichokuwa kinamuita kwa nguvu za kishindo. Usiku ule, Eric alilala kwa taabu. Kila alipofunga macho, kichwa chake kilikuwa na maswali mazito. Je, eh, kweli hii mimba ni yangu? Hili swali lilimtesa kwa sababu ya matukio ya miezi ya hivi karibuni. Vanessa alikuwa akihisi huzuni na upweke kwa muda mrefu. Je, inawezekana alipata faraja kwa mtu mwingine? Alinamisha macho na kumtazama vanessa aliyekuwa amelala pembeni yake, uso wake ukiwa na utulivu wa ajabu. Lakini kwa Eric utulivu huo ulikuwa wenye hovni. Mimba yangu ni baraka, lakini kama sio, itakuwa fedheha kubwa kwangu. Alinamisha kichwa chake na kuvuta pumzi ndefu. Sabrina alikuwa bado anazunguka kichwani mwake, lakini sasa si kwa tamaa ya kimapenzi bali kama wazo la kulinganisha. Sabrina alitamani kuwa na mtoto wake, alitamani damu yake iwe sehemu ya maisha yake. Lakini Vanessa alishika kichwa chake akihisi msukosuko mkubwa wa mawazo. Labda namwonea Vanessa, lakini kwa nini nashindwa kuamini kabisa? Eric aliamka mapema zaidi ya kawaida alimkuta Vanessa akijiandaa kwenda hospitali kupima ujauzito wake. Nataka nikapime mapema, Vanessa alisema kwa utulivu. Eric alimtazama kwa makini. Nitakupeleka mwenyewe. Vanessa alitabasamu kwa upole, hakuwa anajua mawazo yaliyokuwa yakimtesa mume wake. Walipofika hospitali, Vanessa alichukuliwa vipimo. Eric alikaa ofisini kwake, huku akipiga vidole mezani kwa wasiwasi -wasi. Majibu yalichukua muda, lakini kila sekunde ilihisi kama masaa kwake. Hatimaye Vanessa alifika ofisini kwake akiwa na bahasha mkononi. Eric aliinuka haraka, moyo wake ulikuwa unadunda kwa nguvu. Vanessa alimtazama kwa macho yaliyojaa hisia tofauti, kisha akampa bahasha. majibu yako hapa Eric. Eric alifungua bahasha hiyo kwa mikono iliyotetemea, alisoma karatasi haraka, kisha moyo wake ukasimama kwa sekunde chache. Vanessa alikuwa mjamzito kweli, lakini swali moja bado lilikuwa linamsumbua kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo.